Jana usiku ilikuwa ni pati ambayo ilifanyika huko nchini Nigeria, pati ambayo ilikuwa ni ya kumwaga binti wa Ojo, yani mtoto wa Ojo, ambaye Ojo huyu nilikwambia ni mama wa Pris, ambaye ndo mke mtarajiwa wa Jux ambapo pati hiyo kuna matukio mengi ambayo yameweza kushangaza watu wengi. Tukio mojawapo ni ile patukio ambalo lilimuonesha Jux pamoja na groomsmen waliokuwa wanamsindikiza wale wakilala chini na kugusa miguu ya mama mkwe na baba mkwe na lakini, huo ni utamaduni ambao unafanyika huko nchini Nigeria. Utamaduni huu, ili uchukue mke lazima upate baraka kutoka kwa mama mkwe na baba mkwe, hivyo utalala na utaanza kushika miguu yao pengine, ambayo ilitokea katika ile pati ambayo pati hiyo inasemekana kwamba ukumbi ulikuwa ni mkubwa, ila ujazo wa watu ukafanya ukumbi ule kuonekana mdogo. nimfuatilia matukio haya yote ukiwa na mimi hapa -hapa Dex Media, na hili ni tukio ambalo uh, bwana harusi Jux uh, alikuwa anacheza msondongoma bana, yani utamaduni wa kwao huko nchini Nigeria. Um, kuna wakati lazima ucheze kikwao kwao, jinsi kama unavyoona hapo Jux, wanaenda wanayarudi kidogo e, na vitu kama hivyo. So hili ni mojawapo kati ya tukio ambalo limeweza kusambaa sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii likimwonesha Jux, anaambiwa hii nama inamisha mgongo, jinsi kama unavyoona. Na MC alikuwa ni wa moto kweli kweli, MC <laughs> aliweza kuonesha nguvu yake katika pati hii kuwachezesha msondo ngoma akina Jux pamoja na groomsmen wake ambao walimsindikiza kwenda kuchukua mke kutoka Tanzania, walikuwa wasanii mbalimbali uh, wote utaona kufuatia matukio haya ambayo nimekuandalia. uh, ukitazama hapo Jux anafutwa jasho lilimtoka na vitu kama hivyo, lakini pia tukio jingine ni Diamond Platinumz wakati anamwaga dola akimwagia Jux pale akimtunza madola ya kutosha. Um, wanasema kwamba ameweza kuonesha nguvu yake kwamba yeye ni artisti mkubwa sana hapa duniani, ni msanii ambaye ana bajeti kubwa. Hivyo, hilo ni tukio namba moja ambalo alienda kumwaga dola, lakini lipo tukio namba mbili ambapo Diamond Platinumz alikuwa anamwaga naira, pesa za Kinigeria. Yote hayo utaiona hapa hapa Blue House Tax Media. Na hili ni tukio jingine ambapo uh, upande wa bibi harusi uh, walikuwa wanamfunua kama kweli huyu ni mwenyewe ama tumepigwa Uh, tukio hili utaona pale uh, Priscy huyu mke mtarajiwa Jux aliweza kupiga magoti uh, kwa ajili ya kufanya tamaduni za nchi ya Kinigeria kama kuonyesha heshima kwa watu waliofika mali hapo, na MC alikuwa ni wamoto kweli kweli. Sasa baada ya shughuli ya kimila kukamilika, sasa wakaja sasa kwenye ukumbi wenyewe. Hapo unamwona mbele yuko Jux, lakini pia yuko mwanadada Priscy. um, hapo pembeni yuko MC msaidizi wa kiume Uh, na jinsi kama unavyoona hapo ndo ameingia ukumbini namna hiyo. Sasa hapa nakuletea matukio yote ya ukumbini hapo, wakati Juksi ndo alikuwa anamvalisha pete mwanadada mama mke wake mtarajiwa Priscy, wakuonesha namna hiyo um, na hili ni tukio jingine ambalo limeweza kuvutia watu wengi sana. Uh, Jux aliambiwa, um, bambie kwa nyuma mke wake mtarajiwa. Jinsi kama unavyoona alicheza naye ni kama vile anaogopa, lakini MC akakazania akamwambia mshikilie, huyo ni wakwako. Hapo ndipo mwanamke wake sasa akaanza kuonyesha kila alichopewa na mama yake, angalia jinsi alivyofanya <laughs> mke mtarajiwa bwana wapis sasa, na hii hapa ni nyingine uh, Juksi kabla hajacheza aliambiwa ampe mke wake kibunda, yani, ampe pesa. Angalia kitu ambacho alikifanya, bwana Juksi akiwa ameshikilia bunda la naira, pesa ya Nigeria, akianza kumpiga nayo. Naira, pesa ya Nigeria, iko juu sana, na hapo ndipo akamwagia bunda mke wake, akachukua bunda jingine akampiga nalo, akachukua jingine akapiga nalo. Mke wake pembeni, kama ukiangalia anacheza kwa furaha. Unajua pesa ndio kila kitu duniani. Juksi kaonesha mairi na wake kwamba yeye ni msanii pia ambaye ana pesa nyingi. Angalia, akavuta bunda jingine kampiga nalo e, hapo unaweza ukajenga hata kabla ujaingia kwenye harusi. Uh, kumbuka hii ni party tu ya kumwaga mke wake huko nchini Nigeria na baada ya hapo atakuja Tanzania ambapo kumwagia pesa. Angalia vibunda hivyo, aa, yaani, uh, ni, ni, uh, ni mzuri kweli kweli, ukumbi wa kifahari jinsi kama unavyoona bonge la ukumbi, yaani yaani hapa zimetumika pesa nyingi. Ukiangalia ulikuwa ni ukumbi ni kama vile mkubwa, lakini baada ya watu kuja ukumbi ulionekana ni kama vile mdogo. Hii shughuli ya Jux inaweza nikasema kwamba kwenye ukumbi tu imeweza kutumia dollars nyingi kwelikweli kweli. Uh, kama unaona pesa mna wenzako na pesa Uh, ukumbi ilikuwa ni ukumbi fulani hivi viti vyake juu siku viangalia, nafikiri kama ulisho kutazama mm, filamu ya Titanic basi utaweza kukumbuka kumbi za Titanic jinsi zilivyokuwa zimerembwa na goldi, basi ukumbi huu pia wa shughuli hii ya Jux pamoja na Priscy ulikuwa umerembwa kwa goldi pamoja na silver. Hapo ndo stage hapo mbele. Haya, na hapa ilikuwa ikimuonesha Jux, Belnasi, Master Wengi, Jinako walikuwepo. Sasa ni hapo wakati wanapiga vibe nini, kabla ya kuingia ukumbini, ndivyo jinsi ilivyokuwa. Watanzania wameshughulisha sherehe kweli kweli, walifanya sherehe ikaonekana kama vile ni yao, kati wenyewe wameenda tu kumchukua bwana arusi na bibi arusi, bwana kumleta nyumbani. Angalia vibulao jinsi walivyokuwa wanacheza, mastaa wakubwa hawa. Uh, kwa kweli shughuli ilikuwa ni kubwa kweli kweli, angalia mavazi ya Jux pia, hata fimbo aliyoshikilia zote hizo ni gharama. Haya, na hapa ni video ya Priscy pamoja na waliomsindikiza wakitaka kui, wakati wanajiandaa kwenda ukumbini, angalia jinsi walivyokuwa wamependeza kwa kweli. Madesigner huko nchini Nigeria hakika wapewe mitano tena <laughs> maana kwa ubunifu huu hakika wamefanya kitu kizuri, na sherehe ilikuwa ni ya kuvutia, jinsi hata walivyopambwa ilikuwa ni amazing kweli kweli. Haya sasa, na huu ilikuwa ni muonekano wa bongo E, eh, wa Tanzania wao wakiwa ni ingia moja moja, angalia mavazi yao. Huyo ni Diamond Platinum Simba, lakini pia Cheki MC Garbi huyo hapo, jinako yupo. Uh, kwa kweli shughuli ilikuwa imepambwa kweli kweli. Angalia jinsi wabongo walivyovaa, bwana, kwa fashion nzuri pamoja na Nigeria. Uh, kwa kweli wamefanya kitu kikubwa sana, wameheshimisha wa Tanzania, naweza nikasema hivyo. huyu ni Min Ali. jinsi kama ulivyomuona, naam, namna hiyo. Tazama jinsi watu walikuwa wamependeza, macheko, bashasha, kuvutia kwa kweli Nigeria wana utamaduni mzuri sana wa mavazi na ndicho ambacho kimeoneshwa katika shughuli ya Jux na Priscy. Lipo tukio jingine ambalo limeweza kuvutia watu wengi, tukio la Diamond Platnumz Simba akiwa anamwaga pesa. Kwa kweli Diamond ndio anaambiwa jana amefanya kufuru sana ya kumwaga pesa nyingi katika ile shughuli ya Jux pamoja na Priscy. Tazama jinsi alivyokuwa anatoa zile pesa, hizo ni naira, pesa za Nigeria. Uh, ikumbuka kwamba naira ina thamani kubwa kuliko pesa yetu ya nchini Tanzania, hivyo Diamond alikuwa na unlock vibunda tu, anavuta vibunda hapo. Uh, anakuwa anatupia moja moja namna hiyo, jinsi kama unavyoona. Kwa kweli Diamond alionyesha ni kiasi gani yeye yeah, ni msanii mkubwa sana barani Afrika. Akavuta kibunda kingine akasema nitupie, watu wakamwambia acha bana. <laughs> Alifanya kitu kikubwa mpaka MC unaambiwa aliweza kumwambia thank you kwa kila ambacho alikifanya bwana Diamond Platnumz, kilikuwa ni kikubwa kweli kweli. na hayo ndio yalikuwa matukio ambayo yaliweza sana kuteka headlines katika shughuli ya Priscy pamoja na Jux ambayo pengine hayatosaulika kamwe. Hii hapa ni Blue House. Mimi naitwa Daud Alexander Scodrizi, endelea ku subscribe Dax Media ili wa kwanza kupata update zetu kila wakati pale pindi zinapotoka.